pia kuna mtaji wewe binafsi wewe binafsi lazima uendelee kujielimisha yani, ukiwa bora unaweza kuanza, unaweza kuanza kuongea bila watu kupata hela sio yani wewe lazima ujielimishe wewe ni mtaji wewe ni kitu wewe ni mtu mkubwa lazima uendelee kujikuza mtaji mtu ni mtaji wa maana kuliko mitaji mingine yani, kwambie mtaji wangu mii ni mkubwa kuliko vitu naweza nikawa na gari nikajifunafuna nikaondoka unaweza kuwa na nyumba ukauza lakini ukiwa bora huwezi kuuza gari huwezi kuendesha gari ovyo ovyo, kwa sababu wewe una ubora, unajua maana yake. Kwa hiyo kaimwamwisho ni kujiboresha mwenyewe, usiache kujiboresha. Sasa nataka kuzungumza mwisho, namna ya kuvuta wateja, kwa sababu tutakuwa na bidhaa zile, utavutaje wateja? Namna kuvuta wateja na kuuza sana nimeandika kitabu, lakini kitabu ni kizuri sana. Moja, lazima uweke bei, bei rafiki, kutegemea na watu nao kutana nao usiweke bei ya, mi, ya, ya Mikocheni wakati wewe unakaa Kitunda, hawawezi <laughs> kununua. Unajua kuna kuna vitu ambavyo sisi tunafanya huku Kariakoo, Mikocheni hauwezi yaani, kuna kitu huwezi. Kwa mfano mimi vitu vyangu hapa siziampeleka Kumbezi, nauza elfu tano, eh, nauza elfu tano, hata hapo nauza elfu tano. Lakini lakini kuna sehemu zingine naweza nikapunguza kwa sababu ya nani na mazingira ya watu. Kwa hata bidhaa yako wewe unavyoona Uwe lazima uweke bei rafiki kwa kutegemea na mazingira ya watu, usiweke tu ili watu waweze kununua. Lazima ile bei iwafae, iwe ni saizi yao. La kwanza, la pili, lazima uone huduma nzuri. Nilizungumza uwe na huduma nzuri na mtazamo mzuri. Kwa mfano, huyu mama ana duka na huyu dada ana duka. Huyu anamwambia watoto, anamwambia watu wake wafanyakazi wake bwana, hali yenyewe ni ngumu sana. Sasa hivi Tanzania bwana hali ya uchumi ni mbaya. Dunia nzima kuna vita. Kwa hiyo watu waisi mnuna. Wana wafanyakazi wangu, ah nyinyi tungoje tu, sio kama tanunua. Hakuna ndege ya kununua. Huyu anasema, vijana wangu, changamka, ongea na watu vizuri eh. Watu wana hela. Wa? Ongea nao vizuri, ongea nao vizuri, wakaribishe vizuri, usinune, usi nune. Watu wananua wengi hapa. Kwa hiyo mitazamo ya hawa inawafanya wa, mmoja auze mwingine asiuze. <laughs> Kwa hakikisha unakuwa na mtazamo mzuri na huduma nzuri. Hata kama unatembeza, tembeza ukiwa na hekima, ukiwa na urafiki moyoni mwako. Watu wanaangalia urafiki, wanaona kitu usoni. Mimi nikikaa nikiongea na mtu mpaka anunue. Kwanza kwanza nampiga elimu. Afisema, mzee kwanza ndio kitabu cha kwanza nipe. Unauza shilingi ngapi? Kwanza mpiga elimu kwanza. Kwa hiyo watu hawanunui hivi, kwa nikwambia, wanunua suluhisho kwenye kitabu chako au kwenye kwenye matirio yako au unachouza wanunua ufumbuzi wa tatizo. Kwa hiyo lazima uwe na utofautishe bidhaa na huduma tofautisha bidhaa, watu wanataka waone inawasaidiaje. Huduma lazima uwe unajua itawahudumiaje watu. Watu wanataka kuona matokeo. Watu hawanunui kitu kwa kukuridhisha wewe usi, hata ndugu yako wa tumbo moja hanunui kwa sababu wewe ndugu yake, anayo shida. Kwa hiyo lazima utofautishe zile bidhaa zako. Je, zi, zinawafaaje? Lingine, Weka mikakati kwenye ubora, sio wingi. Usiangaikie uwingi wa bidhaa zako, angaikia nini? Ubora wake, kwa sababu ubora ndio utafanya watu waitafute bidhaa yako. Kwa hiyo kama unaongeza mengi mengi tu mengi mengi tu, mengi mengi tu alafu ya ovyo ovyo, inakuwaje? utayatumia mwenyewe mpaka ushindwe kwa sababu hawatanunua kitu kisiobora. Hakikisha unaweka ubora mbele, hakikisha unazalisha kidogo vyenye ubora, na nakwambia hivi, hakuna jambo lisilowezekana, ila ung'ang'anie kujifunza lile jambo, acha kurukaruka. Kwa hiyo hakikisha unaweka mikakati ya ubora wake. Ubora ni ubora wako kwanza, wewe ndio unakuwa ubora wa bidhaa. nakwambia hivi mimi tangu nimeanza toka elfu mbili kumi na moja, na vaga hata hivi. Ukiona nimepata hivi, hivi, maana yake natoka Yaani toka 2011 kmo nabaga hivi, kwenye TV kokote kule. Nimesha ubora wangu, lazima niwe smart hata kama kuna jua kali. Ndio maana Banda alipokuja akamwambia, mheshimiwa, mbona hali ya hewa hii ni kali sana? ambao umebasi akasema, mtu mtu smart bwana, hali ya hewa sio tatizo, mimi moja wapo. Yaani jua mimi sina matatizo nao kwao. Hakikisha unajiburandi lingine angalia mazuri na madhaifu ya wengine. Wengine si wanauza kama wewe. Je, wana madhaifu gani ili utumie udhaifu wao kupata kuuza? Angalia madhaifu ya shughuli zao, usiangalie tu, angalia madhaifu gani ili we ujiboreshe uwe bora, ili uwazidi, useme ah, ile sina kasoro ile, lakini umeona hii imezidi. Ule ubora ule ndio utakufanya we uweze kuuza. Ingine tumia feedback. feedback ni marejesho. Kwa mfano kuna kitabu limeandika kile cha cha cha cha cha Mungu. Sasa kile kitabu mimi niweka picha yangu, nafikiri kwa kitabu niweka picha yangu, lakini nilipoenda mahali kuna mtu akaniambia hapana, Sika, usiweke picha yako kwa sababu wewe bado hujulikani, sio leo. Juma, usiweke picha yako kwa sababu wewe bado hujulikani. Kwa mfano, mtu anaweza kusema huyu Sika ina mimi ndani mwa kitabu chake Sika ndani nani Sika ndani mwenye kitabu, kwa sababu akaniambia usiweke picha yako, lakini mimi nimeangalia unaweka picha yangu watakushauri wakikushauri, usiwe na roho mbaya, wasikilize, labda wanazungumza kitu cha maana. Sikia ushauri wao, ufanyie utafiti, labda utakusaidia kuboreka. Kuna watu wana roho nzuri ya kukuambia vizuri. Lakini kuna wengine wana roho mbaya, mbaya. Lakini kuna wengine watakushauri vizuri. Wakikushauri wasikilize, nifanyie kazi nifanyie uchunguzi inaitwa feedback vizuri ah, huyu wanazungumza vizuri, usiseme anaromba. Tumia vizuri hayo maneno yao, lakini weka ofa kwa wateja. Wakati fulani punguza, weka ofa kidogo, ili upate watu

Kwa hiyo maana yake lazima utoe ofa, tafuta namna ya kuweka ofa. Kama ni ujazo, unaweza ukaziisha kawaida kawaidatua, lakini sasa tumeweka hapa, weka ofa. Hapa kuna nyongeza mwanzoni, uwe tayari kupata hasara kidogo, lakini unatengeneza jina, ndugu zangu. Yani mafanikio yana ya ujanja mwingi ambao lazima wewe uwe nao kama mjasiriamali. Nyingine ongea vizuri na wateja, nafikia kuna haja kurudia, ongea vizuri na watu kila unayemuona na pesa yako hasa kwenye mitaa unaokaa kule, ambao unaongea nao vizuri, hata kama yeye ana hasira. Narudia tena, hata kama hatakama ana roho mbaya kiasi gani, hofu anaongea hovu, kwa sababu kuna familia zingine wamelelewa vibaya, wanatukana tu matusi, kwa sababu wewe, wewe, mzazi wazazi kama mnatokana natu matusi, na watoto watokana matusi. Nimeenda shule moja kuitaja, kama sitaki kuitaja, nimeshakuwa mpaka gee rasmi ya form four na kuaga. Nimeenda kwenye shule ile, nimeitwa ya serikali mtoto mkuu wa shule iko hapa na mimi nimekaa hapa mbele ya darasa, mtoto umetoa tusi, ametoa form 2 tusi hivi, mpaka watu tukaenda. Mungu msaidie yule yeye, kijana bila akimbie hawezi kukaa kwa, kwa sababu wao katika familia zao wamejaa wa matusi. Unajua tunayoongea pale nyumbani ndio watoto wanachukua, ndio wa maana. Timu leo anasema mtu ni jumla ya watu watano anaocheza nao, yani wale wanaozunguka nao, wale ndio wanakutengeneza wewe na wewe kama una, una, una maneno yasiyofaa wa kwa watoto wataondoka, wataondokanayo. Wanaenda Mbea wanatukana, wanaenda Singida wanatukana. Hakikisha unaweka lugha nzuri na wateja. Hata kama mteja ameamuka vibaya, haikuhusu lakini, kumbuka, ni mteja, wewe unahitaji hela yake, unahitaji una maneno, unahitaji pesa yake. Kwa hiyo hakikisha. Anasema lakini wewe, jamani, mtu mwanamume mtukana, lakini bado yuko mganga. Uwe na, na kamu, yani uwe mtu ambaye anatoa meno hivyo, mnamwangalia <laughs> Acha kupambana na watu, kuwa ongea vizuri na wateja. Wateja ni wafalme, sio uongo, kweli ni ukweli. Kwa hiyo hakikisha unaongea nao vizuri. Kingine, ongeza wingi wa wateja, ndugu zangu, usi, usiuzie watu wale wale wale wale, hakikisha unalinda wale ulionao nao, alafu naongeza na wengine. Tafuta means au njia za kuongeza wateja, usi, wateja wale wa kila siku, sabuni na huyu sabuni, alafu na ngoja na na akimaliza biashara biashara haiwezi kukua, lazima utoke, unasema leo nataka kueleza wateja wapya. Wakati fulani unaweka sampuridada ada sabuni, sabuni. Chukua sabuni yangu fulia alafu niambie.